Ethiopia mmoja kati ya walioama alikuwa ni mtoto wa Abu Sufyan, sikumbuki jina lake sasa hivi. Ni mama wa waumini huyu, baadaye Mwenyezi Mungu alimjalia akaja kuwa mama wa wa waumini. Lakini mtoto wa Abu Sufyan alipokwenda kule momewe akaritadi, yaani mtoto wa mume wa huyo binti wa Abu Sufyan akaritadi kule, kama unavyojua kuna Ukristo kwa Najashi kule alafu baadaye akafariki kufariki. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ile, akampelekea taarifa Najashi kwamba mimi nataka kumwoa huyo huyo mtoto wa Abu Sufyan. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwapa watu nafasi zao, madamu huyu mtoto baba yake mkubwa na mimi nitamweka nafasi yake nayostahiki. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwoa yule, kwa ajili ya kutangaza dini, pengine huyu wadui wake utapungua kama nitamwolea binti yake Mtume salam alikuwa anafanya da'wa, hakuwa akioa kwa starehe, na utaona wake zake wengi wazee, watu wazima. Siku nitakuja kueleza habari hizi kwa uzuri zaidi. Mwanamke wake alikuwa mdogo, mke wake mdogo ni huyo tu, Aisha radhiallahu anha. Alipopeleka taarifa hizi kwa Najashi, katika mtu aliolipa mahari ya huyo binti wa Abu Sufyani kuolewa na Mtume Muhammad a sallam alikuwa ni Najashi mwenyewe, ndio alolipa mahari ile. Na aliporudi huyu binti wa Abu Sufyani akaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mahari ile alolipa nani? Anajashi. Kwa hiyo akawa ni mkwewe huyu. Sasa wakati huo kabla ajawa, anasimulia huyu Abu Sufyan mwenyewe anasema ana ana, ana, ana, anasimulia na anashuhudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hakika yeye ana tabia njema sana. Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi innaka lakarim. Anasema kwa hakika wewe Muhammad ni mtu mwema sana. Waqad harabtuka fanima muharibi, mimi nilikupiga vita lakini fanima muharibi kunt, wewe ulikuwa ni katika watu bora wenye kupigana vita. Angalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata vitani, wakati wale makafiri kwa hasira zao wakishamuua mwislamu wanafanya nini? Wanampasua pasua, wanamtoa, wanamchomoa baadhi ya vitu au macho, wanatoboa kwa ajili ya kutoa hasira zao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikataza jambo hili kwa masahaba: mkipigana vita, msifanye vitu kama hivyo, msiwafanyie vitu kama hivyo. Si sahihi kufanya, kufanya hivyo. Angalia hata Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hata kuua sisimizi kwa moto, kwani hakuna anayewadhibu watu kwa moto isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala anasema thumma salamtuka fa nima almusalamu anta, anasema kisha mimi nikaja mbele yako katika fathu ni Makkah, nimejisalimisha hukunifanyia ubaya aina yoyote, yani ukuwa na haja ya kunipizia mimi ubaya niliofanya

akhlaqi zote za mtume sallallahu alaihi wasallam ukazimaliza. Kwa hiyo badala ya kusema tunazungumzia tabia za mtume sallallahu alaihi wasallam tuseme tunazungumza miongoni mwa tabia za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa tabia njema za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumeweka miongoni, min mwin, mwin, kwa sababu hatuwezi kufanya hasr kuzimaliza tabia zote za mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, hata kama tutazungumza kwa kukesha siku nzima. ayu alikhwa, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka ala khuluqin azim, kwa hakika bila shaka yoyote wewe Muhammad uko juu ya tabia njema, kwa maana wewe una tabia njema sana na kwa nini asiwe na tabia njema? Aliyakuwa anasema adabani rabbi wa ahsana taadibi. kwa Mwenyezi Mungu mimi amenifundisha ame adabu tena ya sawasawa sawa. na Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha au amemweka mtume Muhammad katika daraja la tabia njema, kwa sababu huyu ameandaliwa kuja kuwa kiongozi wa umma kudwa ya umma kwamba umma wote utatakiwa umwige yeye. Kwa kuwa anatakiwa kuigwa na ulimwengu mzima, basi lazima awe ni kioo cha tabia njema, watu wote wapate kujifunza tabia njema kutoka kwake yeye Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo biidhnillahi taala tutakuwa tunazungumza juu ya miongoni mwa tabia njema za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mama Aisha radhiallahu anha anasimulia kwamba akisema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yeye baada ya kuulizwa tabia yake kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na tabia gani, kwa vile alivyomfahamu na alivyoishi naye, Mama Aisha radhiallahu anha anasema, radhiallahu anha anasema kana khuluquhu alquran, Mtume Muhammad SAAW sallam ilikuwa tabia yake ni Quran. Ukitaka na kama ilivyo Qurani ni njema kuanzia mwanzo mpaka mwisho na haina makosa yoyote, basi hivyo ndivyo alivyokuwa tabia yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun fahishan, Mtume Muhammad sallam hakuwa ni mwenye kufanya uchafu wa aina yoyote. Lam yakun fahishan wala mutafahishan hakuwa ni mwenye kufanya uchafu wa aina yoyote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala laanan, hakuwa Mtume wa sallam anapenda kulanilani, kama vile watu wengi leo, kidogo tu wanatoa lana na watu watanaba, kwamba lana unapoitoa inafanya nini? Inazunguka kumtafuta anayestahiki. Ikiwa ule uliyomtolea kwamba hastahiki, basi itafanya nini? Itakurudia wewe kama vile ukimwambia mwenzio kafiri, kama itakuwa sio kafiri, basi ule ukafiri utarud, utazunguka utarudi kwa yule aliyeusema. Kiosi maneno mazuri ya kulani lani, anasema wala sahaban fil aswaq. Mtuma wasalam alikuwa mtu wa kupiga piga makelele, kama yuko sokoni anapiga piga makelele na pauga, anapayuka wanasema, kama vile watu wengi

abuabiha nendeni manyumba katika mlango wa mbele na kisha mtoe salamu, alafu muombe idhini ya kuingia mkiruhusiwa muingie, msiporuhusiwa ondokeni. Kwa hiyo hakuwa mtume Muhammad sallam ni mwenye kupiga piga makelele wala yajziu sayyi'a bi sayyi'a, hakuwa mtume sallam salam akilipa mabaya kwa mabaya, yaani wewe ukimfanyia ubaya hakulipizii ule ubaya japo katika kisasi ni haki, mtu aliyefanywa ubaya na haki ya kulipiza nini ubaya. fa man i'tada alaykum fa'tadu alayhi bimithli ma atada alaykum, ana kufanyieni ubaya, basi na nyinyi mfanyieni ubaya ule ule. asinnu bisinni, jino kwa jino, wal ainu bil ain, jicho kwa jicho. Hivyo ndivyo anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kulipiziwa mtu kisasi kwa ubaya aliyofanya si tatizo katika sheria, lakini sio wewe unafanya yani, mahkama kadhi inathibitisha kwamba wewe, huyu kakufanyia, kakutovoka kutoboa jicho, basi naye yake kutobolewa nini jicho, lakini sio ufanye wewe, itakuwa ume hujaelewa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lazima ithibitishwe katika mahkama ya kadhi, kisha kadhi atoe hukumu kwamba huyu anatakiwa kufanywa lile alilomfanyia mwenzie. wala yajzi sayi wala yajzi sayia Hakuwa akilipa ubaya kwa ubaya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, bali anemfanyia ubaya anamlipa wema, walakin yafuu ee, wa yasahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yeye, wale wanaomfanyia ubaya yeye, alikuwa akiwasamee Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni muhalla bisifati lkamal, alikuwa amepambika kwa sifa za ukamilifu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye mwenyewe ndiye alimfundisha kuwa na tabia njema na adabu njema, na kumsifu hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala. Na hii ni katika maisha yake yote, toka hapo kabla hajapewa utume mpaka amefanya nini, amepewa utume, na ndio maana wanasema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiitwa asadiqul amin, mkweli mwaminifu kabla hajapewa utume yani alikuwa ya mwaminifu na